Nani wewe? Wewe tafadhali, Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, my father, my party leader, nimepigana sana kwa chama cha Jubilee, lakini kuna watu ambao wa ni kateli ambao wamewekwa mahali, kuna watu wamewekwa kwa chama cha Jubilee ambao wanatuzuia kama vijana defu. Mheshimiwa Uhuru Kenyatta vijana wa chama cha Jubilee tunataka kongamano ya vijana na wewe, kama party leader hatutaki sijui katibu mkuu, sijui chairman, tunataka Uhuru Kenyatta wewe mwenyewe kama kiongozi wetu wa chama chetu cha Jubilee tukuwe na dialogue, kwa sababu Jubilee wana vijana. Nimejaribu kutafanya utakwimi wangu, sioni watu kwa chama, sioni vijana kwa chama cha Uhuru Kenyatta, but vijana wakopa nje ambao wamevolontia kusapot wewe kwa sababu wanatambua uwepo wako na wanakutambua yale ulifanya, but kuna broka kati yako mheshimiwa Uhuru Kenyatta na sisi. Kuna broka amesimama kati yetu ya kwamba Uhuru Kenyatta, kwani tunataka kuona, nakuambia atitumuonge yeye, mtu anatuambia kwamba lazima tumtu, tumpe kitu. Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, mimi ni kijana wako, nimekupigania na bado nina kusapoti ya kwamba tunataka Jubilee isongezwe mbele, namna ulisema juzi ukiwa Murang'a ya kwamba tuuze ajenda ya chama, tuwache mambo ya malumuni. So, mheshimiwa Uhuru Kenyatta, sisi kama vijana wako tunakuomba ya kwamba tunataka kongamano. Tunataka kongamano mbaro na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta kwa sababu yale ulifanya bado tunakumbuka. Kabisa. So, maburoka wa chama waweze kutuzuia kuona bosi wetu Uhuru Kenyatta, iyaawezekani maburoka yenye hawezi ongea. Hawajai fungwa. Hawajai valishwa cheni. Mimi nimewekwa bangli kwa sababu Uhuru Kenyatta wakati chama ilikuwa na nimewekwa bangli kwa sababu nani, Uhuru Kenyatta. Yes. Wakati mbuzi yake ilikuwa naibwa nikaweka ubangi kwa sababu ni Uhuru Kenyatta. Saa hii kuna brokas wamekuja kwa sababu Uhuru Kenyatta, hey, amerudi kwa siasa. Wanataka kuzuia mheshimiwa Uhuru Kenyatta, ajenda ya Jubilee Katiba, atua jinsi ilivyo, Katiba. So, tunakuomba mheshimiwa Uhuru Kenyatta Katiba, ya kwamba turuhusu tukuwe na kongamano na wewe kama vijana wa Jubilee.